za baraza la mitiani baraza liliidhinisha kutangazwa rasmi kwa matokeo ya mtihani wa kitaifa kidato cha 4 uliofanyika tarehe 17 Novemba hadi tarehe 5 Desemba 2025. Kuhusu usajili na mahudhurio, jumla ya watahiniwa laki 595,810 walisajiliwa katika jumla ya vituo 6677 wakiwemo watahiniwa wa shule laki 569,883 waliosajiliwa katika shule 58 na watahiniwa kujitegemea 25927 waliosajiliwa katika vituo 813. Kwa watahiniwa wa shule wasichana, walikuwa laki859 sawaa53 na wavulana laki 2624 sawa na aim47. Mahudhurio katika mtihani huu yalikuwa asilimia 975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 sawa na asilimia tisini na mbili nukta tatu saba, na mwaka ishirini na tatu walikuwa laki nne sabini na moja elfu mia nne ishirini na saba sawa na asilimia themanini na tisa nukta tatu sita. Kuhusu ubora wa ufaulu waliopata division one mpaka three wameongezeka na kufikia laki mbili hamsini na tano elfu mia nne na nne sawa na asilimia arobaini na sita nukta moja ambapo division one ziko hamsini na sita elfu mia nne na kumi, division two themanini na nne elfu mia tisa tisini na sita na division three, laki moja kumi na tatu elfu, mia tisa, tisini na tano. Kama ilivyokuwa mwaka 24 na 23 takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya waliopata division one, two na 3 zimeongezeka wakati division 4 na zero zimepungua. Mwaka 24 wanafunzi waliopata division one mpaka tatu walikuwa laki 221,953 sawa na asilimia 43 na mwaka 23 walikuwa 197,426 sawa na asilimia 37.4. Hivyo, katika kipindi cha miaka miwili ubora wa ufaulu umeongezeka kwa asilimia 8.7. Kuhusu ufaulu kwa jinsi, kati ya watahiniwa 526620 waliofaulu wasichana ni 278108 sawa na asilimia 94.3 ya waliofanya, na wavulana ni 248512 sawa na asilimia 95.8 ya waliofanya. Aidha, kati ya waliofaulu wasichana ni asilimia 53 na wavulana ni asilimia 47 kwa kuangalia ubora wa ufaulu ambapo tunazingatia waliopata division 1, 2 na 3 wavulana ni laki 135676 sawa na 52.3 ya waliofanya na wasichana ni laki 119728 sawa na 40.58 ya waliofanya. Kati ya watahiniwa wote laki 255404 waliopata division 1, 2 na 3 wa wavulana ni 53 na wasichana ni 47. Hivyo wasichana wamefaulu wengi zaidi kwa asilimia sita kuliko wavulana na wavulana wamefaulu vizuri zaidi kwa asilimia sita kuliko wasichana. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa masomo ya science jamii yanayojumuisha civil